Nakusema wamekufa ukome. Sisi kama Kisii <coughs> tumeamua <coughs> <coughs> mambo ni Jubilee <coughs> Jubilee. Na chama <coughs> ni Jubilee na Kashagwa, nataka nikuambie wajana na Matiangi, matiangiaana hata... <coughs> na Matiangi, <coughs> Matiangi. Kashagwa wewe tafuta kura yako Mount Kenya sababu hapo tu ndio unaweza zunguka. Hakuna mahali nyingine, Kashama, unaweza zunguka hadi uite watu kutoka bunge la mwananchi wapaichai yenye ina sukari. Hakuna siku Mkenya atakupigia kura gashama wewe, wajana na Matiangi. Matiangi anakuulizia nini? Sanduku direct. Na, wewe si mwewe utachagua Matiangi, ni wa Kenya wewe, ni masa pumbavu wewe, si <laughs> wewe, <masa> wewe. <laughs> <laughs> wanaspika imari imefika, lazima turami gashegwa ukweli, hakuna mukenya hataenda kwa ballot. Eti anachagua puta rukazi eti ligadi kashagua. Very stupid. mukabira mimi napenda Wakikuyu sana, sababu Wakikuyu wameamua kiti ni Matiangi. Wewe Gachagua ni nani? Unapinga eti unasema eti kazendewezi weko kwa bedroom, who are you? Minazmigori hata ni kuambia Gachagua, sisi Kisii tumeamua chama ni Jubilee ya mheshimiwa uhuru Kenyatta, hmm. Na naambia watu wa <laughs> Kisii

Mukisi yote nataka kitu wewe kama wewe ni mwanaume. Simama na hodi hebu tukuone. Sawa. Wewe taka taka simama na hodi hebu tukuone. Eh, hawa. Chama ya kizini Jubilee. Unyamaza ama bunge hizi. Ah, bwana.